Tatizo e, e, kubwa tunalo kwamba mawakala wetu wengi hawajaapishwa e, na wasimamizi wa uchaguzi. Mawakala hao walikwenda kwenye vituo, kwenye ofisi za wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi kwenye kata zao, lakini wasimamizi wakasema kwamba, wengine wamesema umetoka, wengine muda umekwisha, kwamba mje kesho. Kesho walipokwenda wakakuta ofisi zimefungwa, wako kwenye shughuli zingine. Tumelifikisha swala hili kwa wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, tumelifikisha swala hili mpaka kwenye tume ya uchaguzi na tuna mwakilishi wetu kule, lakini mpaka sasa hali haijatatuliwa. Wanatueleza kwamba wanalichunguza. Ukweli ni kwamba wengeweza kuamua kuongeza muda kwamba siku moja zaidi watu waendelee kupokelewa kama mawakala na waweze kuapishwa, lakini hawakufanya hivyo. Sasa katika kata, kwa mfano, kata ina e, vituo themanini Ikiwa vyama vyote vimeweka mawakala, vyama kumi na nane vinashiriki uchaguzi, maana yake kwenye vituo themanini utakuwa na mawakala kama elfu moja na mia mbili Kwa hiyo e, zaidi ya elfu moja mia tatu e, na sitini hivi. Kwa hiyo utajikuta kwamba yule anaiapisha yule afisa mmoja anaiapisha, hawezi kulikamilisha swala hili, na Tume walipaswa kulijua hili, na tuliwaeleza kwamba alau swala zima la kuweza kuwaapisha mawakala lichukue muda wa kutosha, lakini mpaka sasa Hal halijachukua muda wa kutosha. Na zaidi ya hapo, hata wale mawakala walioapishwa hawapewi kitambulisho chochote wanategemea tu kwamba majina yao yatakuwa kwenye orodha ya mawakala yatabandikwa kwenye vituo vya kupigia kura. Unaweza wakala akawa kaapishwa akaenda kwenye kituo, jina lake halipo, hawezi kuingia. Kwa hiyo, na wasiwasi mkubwa kwamba siku ya uchaguzi inaweza ikawa vurugu mwetu, mawakala wengi wakawa hawawezi kuingia kwenye vituo vya kupigia kura.